Eh bana, big up sana kwa shikaji zangu wote ambao wanaifuatilia Aznas Media na chimbo la hip hop. Mi naitwa lwatan jr jr gwiji la muziki Bongo Flava. Uh, wiki za hivi karibuni umekuwa ukiona katika mitandao tofauti tofauti kwenye peji za Aznas studio na mimi pia Azma Mponda na watu wengi sana ikiwemo jr jr tumekuwa tukishare videos, unaona kuna video nyingi wanazishea watu Aznas uh, music wakiwa wanawaonyesha wasanii wa wa rap wa hip hop wakiwa studio hapa. Umemwona mtu kama Chidi Benz jinako warawara, umemwona mtu kama kina Nicki Mbishi, kina P the MC mawenge, uh, watu kama kina One the Incredible, na hii yote imekuwa ikionyesha kwamba kuna mradi mkubwa sana unaandaliwa uh, hapa ndani, ndugu yangu uh, Bosco. yeah, uh, project ni kubwa sana kama ilivyo kawaida ya hip hop na kawaida ya Azma amesema mwaka huu ni mwaka wa hip hop 2026. Huu ni well, yeah, ni mwaka wetu wa mafanikio. Tunatakiwa tujiamini na tu PJ. So tuna <tipas> <tipas> <tipas> <tipas> amejiandaa na mambo mengi sana ambayo tayari yapo tayari, kuna mengine yanatokea wiki hii hapa, lakini project zingine ni wiki zinazokuwa zinafata kwa sababu tuko naye hapa atazungumzia mengi sana ambayo ameyafanya ikiwa ni pamoja na uwekezaji mkubwa ambao ameufanya hapa Aznas, ikiwa ni pamoja na production kali ya audio ambapo yupo Man DVD, lakini vilevile vile, uh, kuna production kali ambayo imefanyika video ambayo itatoka wiki hii, uh, kwa sababu tuko na mkurugenzi mwenyewe, tuweze kumsikiliza ana kipi cha kutuambia. Azma, karibu sana. Asante sana, nafurahi kuwepo hapa na ndugu yangu Jara na ndugu yangu Bosco. Uh, kwanza kabisa tumemaliza kushuti videos uh, tatu, last week, so tunafikiria kurelease video this week. So kabla wiki hii haijaisha, inamaana kuna project inatakiwa kutoka. Mi ambacho napenda kuambia watu, nafikiri project ya kwanza itaonyesha how serious are we yeah. Kwa hiyo nisingependa kuiongelea sana, nafikiri labda project ikitoka itaonyesha nini ambacho tumekihamilia na nini ambacho tuna plan kufanya. Kubwa ambacho naweza nikawambia watu uh, tumeanzisha hii ni movement mpya ambayo inapatikana kwa kupitia Aznas Music. So Aznas Music ndio itakayokuwa inasimamia project hizi ambazo zinaendelea, na tuna tumefungua na YouTube ya Aznas Music iko pale, wa watu wanatakiwa wakasubscribe pia tuna Aznas Media ambayo itakuwa inabeba content zote za podcast uh, content za, za interviews na content nyingine nyingi ambazo zinafanyika studio zitakuwa zinapandishwa kwenye Aznas Media. Kwa hiyo YouTube tutakuwa na official account mbili, Aznas Music and Aznas Media. Pia YouTube tuna tuna, tuna, tuna chimbo la hip hop ambao ni partners wa Aznas Music na Aznas Media kwa ujumla so tutakuwa pia na hiyo akaunti ya tatu kwa YouTube. ni Aznas Music, Aznas Media na Chimbo la Hip Hop. kwa uta activation ambazo zitakuwa zinaendelea, Aznas exclusive zake zitatokea hapo. Pia Instagram tunapatikana kama Aznas underscore music, unaweza ukafollow hiyo akaunti na tuna Aznas underscore media ambao kama nilivyoeleza kwa YouTube, na tuna Aznas underscore printing ambayo ni kampuni, ni account mama kwa ajili ya printing na Aznas printing. Na so far ndio ambao wamekuwa wakisupport hizi movement za Aznas music na Aznas media na chimbo la hip hop. So ukitupata hapo utakuwa umeweza kupata project zetu, kwa ambacho naweza kuambia watu msubscribe, mfollow account ili muwe wa kwanza ku, kuona vitu ambavyo vinaendelea kufanyika. Like ahakikisha, yani kwamba unafanya kama ambavyo Azma Mponda amekuelekeza. Het fanya hilo kwanza, alafu mengi mazuri yanafata. Naitwa Lwaton Jr Jr, ni bradha yangu Bosco, kwa niaba ya Azma Mponda, hii ni moja kati ya vitu ambavyo utavishuhudia 2026 tunadebedesha baba.